Kwanza, changamoto ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati ni moja kati ya changamoto ambazo zilikuwa hazipewi kipaumbele. Nikirudi miaka kumi, wakati tunaanza kazi hii, kiukweli nilikuwa kila naye kutana naye nikimwelezea kuhusu namna ambavyo natamani kusaidia uh, watoto wanaozaliwa kabla ya wakati changamoto zake zilivyo. Waliokuwa wanajua kuhusu uh, changamoto hii walikuwa hawapendi kuzungumzia historia zao au kama watoto wao wanapitia kitu kama hicho mimi nashukuru, uh, nilizaliwa kabla ya wakati nikiwa na gramu mia tisa. Nashukuru mama wangu uh, kipindi hicho alikuwa muuguzi katika hospitali ya taifa ya Mwimbili. Naamini kwamba uwepo wake yeye kama muuguzi katika hospitali ya taifa ya Mwimbili umesaidia uh, mimi pamoja na pacha wangu kuweza kuwa hapa leo tulipo. Tunamshukuru Mungu na wauguzi wote ambao walishiriki kuhakikisha kwamba tunapatiwa huduma stahiki. Nilikaa hospitali zaidi ya mwezi mmoja na nilikuwa na changamoto ya kupumua, kwa hiyo nilitumia mashine ya oxygen uh, nimetumia sana uh, dawa ya kukomaza mapafu kwa hiyo ni, nilipitia changamoto nyingi na baadhi ya changamoto zingine ambazo zimekuja zime mpaka ukubwani ninazo. Kwa hiyo ninaelewa nini maana ya kumsaidia mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati, kipindi hicho ambacho anahitaji uangalizi maalum, kwa sababu pia usipompa mtoto huyu mahitaji maalum pale anapoyahitaji uwezekano wa yeye kuja kupata changamoto za kimaisha, kwa maana ya changamoto za kiafya kimaisha zinaweza kumchukua mpaka ukubwa ni kwake. Ni kwa namna gani unaona kuna uhitaji mkubwa hivi sasa wa kuendelea kuwatazama kwa jicho la tofauti hawa watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati au watoto njiti? Wakati tunaanza sisi ilikuwa kwenye eh, watoto njiti walikuwa wanachangia mpaka asilimia arobaini ya vifo vya watoto wachanga duniani, lakini sasa asilimia hiyo imeongezeka, wanachangia mpaka asilimia arobaini na nane ya vifo vya watoto wachanga. Kwa maana hiyo ni kwamba tukiweza kutatua changamoto ya watoto njiti, yani watoto kuzaliwa kabla ya wakati, pamoja na changamoto zao za kuishi, tukiweza kutatua hiyo changamoto na kuhakikisha wanaishi vizuri hata kama wakizaliwa, ina maana tumeweza kupunguza vifo vya watoto wachanga walau kwa asilimia hamsini. Yani uh, natarajia kwamba sasa tukiweza kuweka nguvu kubwa ya kuangalia namna bora ya kuwahudumia hawa watoto, lakini pia kuhakikisha kwamba tunapunguza kuzaliwa kwa hawa watoto, maana yake tunapunguza uh, kwa asilimia nusu ya vifo vya watoto wachanga, hususan wale wenye umri wa chini ya miaka mitano. Tunafahamu WHO au shirika la afya ulimwenguni limetambua wa mchango wako, lakini pia kuipa thamani uh, siku maalum ya watoto njiti hiyo inakupa chach chachu gani ya kuendelea kupambana na kuendelea kupambania watoto hawa ambao wanazaliwa kabla ya wakati? Kwanza nashukuru. um, ilikuwa ni wazo ambayo tuliliwaza toka elfu mbili na ishirini na moja na tukamwandikia um, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani akaipokea kwa uh, hamasa kubwa sana, kwa maana alipokelea very positive na akasema tuko tayari kufanyia kazi na akatuelekeza vitu vya kufanya. Tunafurahi kwamba sasa siku hii uh, imetambuliwa rasmi na inakwenda kuadhimishwa kila mwaka. Maana yake ni nini? Maana yake kila nchi wanachama ambako shirika la afya duniani liko litaiadhimisha siku hii. Kwa hiyo wanategemea kuona kwamba, uh, serikali zitakwenda kutenga bajeti kwa ajili ya hawa watoto, zitakwenda kuangalia hizi familia ambazo zinapitia changamoto kwa anaamini kwamba Uh, hata kwa wale ambao wanafanya kazi, likizo ya uzazi inaweza kuwa moja kati ya vitu ambavyo watanufaika navyo. Uh, naangazia kuiweka Tanzania kwenye sura nyingine, kwa maana ya yenyewe nchi, kwa mfano wa yale ambao wameyafanya katika kuboresha huduma ya afya mama na mtoto. Kwa hiyo ilikuwa inaadhimishwa kila mwaka, lakini ilikuwa bado hajatambuliwa na shirika la afya duniani kama moja kati ya siku muhimu na maalum katika kukumbusha nchi wanachama uhitaji na uwekezaji kwa ajili ya hawa watoto ambao wanazaliwa kabla ya wakati. Bila wizara ya afya, tusingeweza kufanikisha siku hii, wizara ya mambo ya nje, kwa sababu tulikoordinate pamoja kwenye kuhakikisha kwamba uh, harakati hizi zote za na huu mchakato huu wote wa kuhakikisha siku hii inaingia kwenye ombi maalum kwenda kwa shirika la afya duniani, nilipaswa kupitia kwenye michakato hiyo yote. Kwa hiyo naishukuru sana serikali yangu, hii ndo namna ambavyo pia mashirika ya serikali tunanufaika kufanya kazi na serikali na kuhakikisha kwamba tunaweza kupeleka sauti zetu juu zaidi.